Neno moja tu, neno moja kwa kilichotokea Mzizima. Adabi, mi nikisema tu niongee sana ntakuwa, lakini kiukweli kabisa kwamba yani, kiukweli kabisa kwamba klabu yetu ilivyocheza Naona kabisa kwamba kuna tatizo, yaani tatizo li linaanzia kwanzia, mi nasema, kwenye benchi la ufundi, mpaka kwa viongozi wetu wanatia simieusha. Lakini si wengine, sio wapenzi wa kuongea sana ujue, ila wenyewe mpira tunauona kwamba hii michezo anatuletea hao viongozi wetu. Mi nakwambia ukweli tu kwamba hatuwezi kuongea sana kwa sababu naweza tukatukana, tukaongea vitu ambavyo havina maana. lakini michezo anatuletea sini binadamu Alafu hizi klabu za Simba ni klabu ambazo zinashikilia roho za watu ujue Zayde. Kama mna migogoro yenu pataneni huko, msitumie njia ya kufungwa kwa timu ili, ili mradi nyinyi mpitishe vitu vyenu ujue, kuna siku msituambia kitu kimoja, sisi tunaongea hapa mm -hmm. Hao viongozi sisi tutamalizana nao yeah, yeah, True story na kuelekeza yeah, yeah. yeah, na yeah, yeah. siku yeah, na yeah, yeah. siku watajua kwamba sisi kwa nini tumemind tutamalizana hapa hapa uwanjani, yaani kama mechi haitochezwa haitochezwa tu lakini weza kutatia michezo kama hii hii, sio mechi tunachezewa sisi. Timu inachezaje kama vile? Wamaliza migogoro yao vile, mwanangu.